Mara kidogo amefika washikaji pawako, na dada wa jamaa ambaye inasadikika ni marehemu Bincha. Alipokuta kuna wageni akajificha taki bala. unafanyaje hapa? Oh, n no, no, no, jamaa namwotea. Nimekuambia hivi, hacha ujinga, usikii? Inaonekana tutupeane mda hapa kwa ajili ya kutambuana, na wewe ufe hapa leo. Mmepata nini?

Ya, jopok basi, mama naambia achana na ujinga, nyinyote njooni basi mpigane na mimi wote. Wakawa naambia wapigane na huyu, sasa kila mtu anapigana na kila mtu samasa ni nini kweli pale. Anasema nyuki hivi, amekuwa ya mrahisi sana jamaa sana, mwaminia nyuki hawezi kupigwa na ya manyambumbu maboya boya hawa. Mkono unazidi kupelekewa. Peleka ni kupeleke. Sema sijui tunapiganiana nini, lakini ngoja tumalize kwanza. Jamaa namsifia mshikaji, anampa maua mbele ya shemeji. Hey, shemejid Nasema huo panaonekana iko vizuri kuliko wengine, yani jamaa yuki anaonekana mgumu, angalia anachokifanya ah. Ni kama inachekesha hivi, kila mtu kavuta nywele ya mwenzake. Moja, mbili, tatu, tuachiane, tuachiane nywele. Moja, mbili, tatu, twende. Watu wanazidi kukaza, tumesema tuachiane. Mbona mwachii, unanivuta nywele karibu na kufa mimi, achia bwana. Ngoja tuamue kwanza, ili jeramba aliwezi kuendelea. Kila mtu kashika nywele za mwenzake, anataka kungoa. Imekuwa ni ngumu sana kupata majibu yaliyo moja kwa moja. Je, mna chochote cha kusema? Siwezi kuvunja mifupa yao, maanaonekana hawana makosa. Wewe utapigwa mbata, utulie huko, redi zako zingofoke. Binti anasema jamani, imenifurahisha. Tumbo langu linauma, nimecheka. Hichi kilimfurahisha binti ni kama anaelekea kumsau sau kaka yake, asema asanteni. Okay. Kwa kumfanya bibie Hansuni acheke mm. Nimefurahi sana asanteni sana. Kuna jana. Pamoja <laughs> nayo Asema, vipi kuhusu shule hizi? siku sema sina uhakika. Jaribu kutreni kwa nguvu sana lakini sijajua kama nitapata fursa. Nilikuwa nimekuja hapa na hii ndo report resulti. Nimesikia kwamba kuna mtu awa, alipata ajali wa gredi yangu au darasa langu ambayo alitoa kwenye shule yetu, sikujua na sikusoma jina ni nani kwa sababu gredi zao pia wa, wako kwa ukubwa sana. Kuna hii hapa Alimwachia mwongozo u e, shida nini? Ana muita binti, anaita no, anaitas, anaambia basi, nenda nyumbani kwanza. Ndio kwanzas mdo meenda. Wewe nenda kwanza. Unamaanisha nini, umfukuze binti? Kaja sasa hivi aondoke sasa hivi? anasema kuna jambo la kufanya ambao tunataka tuongee private. No, ya tu una shida gani wewe na, na, kare... amna shida, wacha mimi niondoke tu, nikusindikiza credo... ni anasema mi niko sawa Jim... Basi mi wacha nimsogeze hapo kwenye basi station yeah, de... ili niweze kurudi zangu na mimi shule. Haya <muchin> jamana, anamsindikiza binti aweze kurejea pale kwenye basi ama kituo cha basi ili aweze kupata usafiri wa kuelekea nyumbani. takuona kesho haya shida niniawezi hmm. kusikiliza maongezi yetu ama jamaa anamaonyesha mwenzake karatasi ni nini umbavu kila aliangalia anasema hawa dangyong hawa ambao ndo washikaji kumbe ndo waliosababisha hata jamaa kupatwa na kifo kifo, nataka kwenda kuvamia dangyong mtakuwa mmenisaidia eh? Mta mbea nininami na nataka nimvamie King Cheo huyu yeah. <laughs> King Cheo amesababisha mi kama vile nimepata suspension hapa shuleni, asema atakuaminije wewe? Labo tununulie msosi kwanza, anasema m... King Cheo ni mtu ambaye alijaribu kumzingua rafiki yangu wakati mimi na kwenda kumfuata. Kumbe alikuwa na mpango wake ambaye alikwisha kuandaa anasema ndio sisi tunafuata, kwa sababu wao lishaanza kutuvamia, kwayo lazima tumfuate na huyo gincheoni. Pia wao kama tutasaidiana, kazi itafanya kwa umoja fresh. Wakapeana dalaa unini kuenda na kupiga tu. Anasema jamana, watu zaidi ya arobaini wa gincheoni, mtu arobaini ambaye ndio nini yo? anasema alafu, wote ni expert wako vizuri, ni mashine za watu wanajua kuchapa kweli kweli. Anasema shukuli ina vikosi kama kumi okay, ambaye ni bonti mm. za 20 yaani mm. watu karibia ishirini ambao vikiunganishwa vikosi hivyo mm. ni vikosi ishirini ambaye ndani yake kuna kikosi kina watu 40 wengine 30 wengine 20. Kwa maana yake hivi vikosi vinapewa na renki ya madarasa pia na wanamsikiliza mtu anaitwa Jagigongi huyu -e. wa mbele ambaye jamaa ni mkorofi kwenye upande huyu Jagangongi yeye ni mpiga ngumi ila kuna boss wa hivi vikosi huyo ni mgumu kuliko sisi. Hata yani, ukienda kupigana naye yeah. Mwamba anasema lazima umejipanga, kwa hiyo ni plani ya kwenda kujiua hivo navosema, kwenda kupiga tu. Kwa maana hakuna plani nyingine. Plani mbaya ta kufanya tuingie kule ambaye ni information flani labda hivi. Maana ume

Angalia. Apa? Angalia mzigo. Nah, Sijamaliza. Tuwa si